Watu wasiopungua 31 wameuawa na wengine 101 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na Wahuthi nchini Yemen. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya afya ya Huthi, Anes Al Asbahi amesema idadi kubwa ya wahanga ni wanawake na watoto. Mashambulizi hayo yaliyoamriwa na Rais wa Marekani Donald Trump ni majibu kwa vitisho vya Houthi kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya meli zinazohusiana na Israel katika Bahari ya Shamu. Trump alionya kuwa moto wa kuzimu utawanyeshea wanamgambo hao iwapo hawataachana na mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa yakiwemo mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Hamas imelaani vikali mashambulizi hayo ikiyaita ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na shambulio dhidi ya uhuru wa Yemen. Kupitia taarifa yao kwenye Telegram, Hamas ilieleza mshikamano wake na Yemen na kupongeza hatua zake za kusaidia Wapalestina katika Gaza. Kwa upande wao, Wahuthi walishutuma mashambulizi hayo na kuyaita uchokozi wa Marekani na uhalifu wa kivita kamili kwa kulenga maeneo ya raia. Walidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa majibu kwa msimamo wa Yemen wa kuonyesha mshikamano na Palestina. Wanamgambo hao wameonya kuwa mashambulizi ya Marekani hayatabaki bila jibu na kwamba vikosi vyao vya kijeshi viko tayari kulipiza kisasi kwa kiwango cha juu zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilithibitisha kuwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alizungumza kwa simu na mwenzake wa Urusi Sergey Lavrov kuhusu mashambulizi hayo dhidi ya Yemen. Kulingana na taarifa hiyo, Rubio aliweka wazi kuwa Marekani haitovumilia mashambulizi zaidi ya Wahuthi dhidi ya meli za kijeshi na kibiashara katika bahari ya Shamu. Viongozi hao wa wawili pia walikubaliana kuendelea na juhudi za kurejesha mawasiliano kati ya Marekani na Urusi. Vilevile walijadili vile mazungumzo yanayoendelea nchini Saudi Arabia kuhusu pendekezo la usitishaji mapigano wa siku 30 kati ya Urusi na Ukraine ambalo bado halijapata ridhaa ya Moscow. Hapo awali msemaji wa huthi Mohamed Abdul Salam alishutumu Marekani kwa kuzidisha hatari ya vitisho kwa meli ili kushawishi maoni ya umma. Alisisitiza kuwa mashambulizi yao katika bahari ya Shamu ni jibu kwa vita vya Israel dhidi ya Gaza na kwamba wataendelea na mapambano hayo. Wakati huo huo, huko Gaza, Israel iliendelea na mashambulizi licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Watu wasiopungua tisa wakiwemo wafanyakazi wa misaada waliuawa katika shambulio la drone huko Beit Lahia. Wapalestina katika Gaza wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa maji na mahitaji ya msingi huku mzingiro wa Israel ukifikia wiki ya tatu. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza kuwa Israel iko tayari kurejea kwenye mazungumzo ya usitishaji wa mapigano kulingana na pendekezo la Marekani ambalo linataka Hamas kuwaachilia mateka 11 walio hai pamoja na nusu ya waliokufa ili kusogeza mbele kusitishwa kwa mapigano hadi katikati ya Aprili.